Kila mja anapotoa basi Allah Azza wa Jalla kuna ahadi aliyoitoa ya kwamba mwenye kutoa na Allah Azza wa Jalla, na yeye atamtolea kwa maana ya kwamba na yeye pia atampa kama ambavyo wewe ulivyokusudia kumpa mwislamu aliye na haja, mwislamu aliye na dhiki, ukakusudia kumtolea katika riski, kumpa, kumondolea riski ile, eh, kumondolea tabu ile, na dhiki na tabu, na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik

Hadithi ya Abi Huraira ya pili ni hadithi ya ajabu, hadithi ambayo ya ndani yake tunaona kuna karama kubwa iliyomtokea moja katika sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. na karama hii iliyomtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. si karama ya kustajabu nayo, kwa sababu ni mfano mmoja tu tunaoneshwa wa namna ambavyo Allah azza wajalla yunfik ala alabd

bainma rajulun yamshi bifalatin min alardhi, wakati siku moja kuna bwana moja anatembea kwenye ardhi peupe, ardhi iliyokuwa haina kitu inaitwa fala, ardhi nyeupe haina kitu. fasamia sautan min sahaba fi sahabatin akitahamaka, mtu yule aliyekuwa anatembea akasikia kuna sauti inatoka kutoka kwenye kiwingu kilichokuwa juu mbinguni sauti inasema isqi hadiqata fulan, ewe kiwingu nenda ukateremshe maji yako kwenye shamba la fulani. Huyu bwana asikia maneno haya yatoka kwenye kiwingu cha mvua kipo juu yake Asema Mtume alaihi salatu wasalam, fatanaha dhalika sahab faafragha fi maahu fi harra. Kiwingo kile kilipotoa sauti ile kiliposikia uh, sauti ile pale pale kikaondoka kile kiwingo, kikasongea kikenda mpaka ile sehemu iliyoambiwa iende, ikamwage maji yake, ikenda ikateremsha mvua ya maji pale ilipoambiwa.

Asema Mtume alaihi salatu wassalam, baada ya kile kiwingu kusongea, kikenda kikamwaga maji pale kilichoambiwa, kilipoambiwa kimwage maji yani mvu, maji ya mvua, asema faida sharjatun min tilka shiraj kad istawabat dhalika alma kullah. Asema nikitamaka, niposongea mbele nikakuta kuna msingi mtaro katika ifuata ule mtaro wa maji anaofuata, unakwenda wapi? Akaufuata, akaufuata mpaka akafika pahala, fa idha rajulun, akamkuta mtu amesimama, pita anayeambia twende hivi, nenda vile, nenda vile, ili ipite yale maji katika sehemu mbalimbali ya bustani lake la, maji, bustani lake la, la mimea, fa qala lahu yule bwana aliyeyaona haya yote yaliyotokea tangu kusikia ile sauti tangu kuona maji ya mvua yanateremka tangu kuona kiwingu cha mvua kinasongea kikenda kikamwaga maji kikamona mtu na jembe lake anafungua fungua mitaro mingine midogo ya maji yale ya mtaro kwenda kupita, akamwambia yule bwana aliyesimama, ya Abdallah, ewe bwana, ewe, ewe mja wa Allah, masmuka wewe waitwaje, jina lako? Kala yule bwana akamjibu akamwambia fulani, mimi naitwa fulani. Alipotaja lile jina, lilismi alladhi sami'a fi sahaba, lile jina alilotaja yule bwana likawa ni jina lile lile aliolisikia likitajwa kule kwenye sauti iliyopewa yale mawingu ya mvua. Lile wingu la mvua lilipoambiwa iski, iski hadiqata fulani nenda ukateremsha mvua kwenye bustani la fulani. Yule fulani aliyetajwa kule ndio huyu jina lake alotaja ah. Yule bwana akamwambia ya Abdallah. Sasa yule aliyeulizwa lile jina akauliza, ya Abdallah, na wewe mja wa Allah, lima tasaluni an ismi, kwa nini niuliza jina langu la. Akamwambia inni sami'tu sawtan fi sahab, mimi nilisikia sauti natoka mawinguni alladhi kiwingu au mawingu ambayo hadha mauhu, haya maji unayo sasa hivi unayopeleka peleka wewe, haya maji yanayotoka katika hayo mawingu, niliyoyasikia mimi sauti kutoka kwenye ikitoka katika hicho kiwingu, yakulu sauti hiyo inasema, isqi hadiqata fulan lismik, nenda ukanyunyize maji ya mvua kwenye bustani la fulani ambaye ndiye wewe Sasa mimi nakuuliza fama tasnau fiha, hebu niambie wewe, kwani unafanyaje kwenye ile bustani lako mpaka ifikie hapo kwamba kuna wingu la mvua linapewa amri kwa jina lako lije linyunyize maji kwenye bustani lako, kwa jina lako umetajwa kwenye mawingu. fama tasnau fiha Unafanyaje kwenye hili bustani? Yule bwana akamjibu, faqal ama idha qulta hadha. Sasa maadamu umenipa maelezo hayo, umenipa mambo hayo bas, andhuru ila ma yakhruju minha. Nachokifanya mimi ni kwamba mimi nakusanya yale mapato yote ninayoyapata ya bustani hili kisha nagawanya mapato yale katika mafungu matatu, fa atasaddaku bithuluthihi, fungu la kwanza alitolea sadaka. waakulu wa akulu ana wa iyali thuluthan, na fungu la pili na la mimi na wanangu. warudu fiha thuluthah, na fungu la tatu nalolipata faida yake na mali hiyo inarudi katika kuliimarisha bustani hili liendelee kutoa mazao. Hivyo ndivyo mimi navyofanya, pato la hili bustani naligawanya hivyo, na natoa kwa njia hiyo. Huu ni mfano na ushahidi wa kupitia kwa mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi ukijiuliza, Mtume alayhi salatu wasallam kwenye hadith Allah azza wa jalla atuambia kwenye hadith qudsi

Wema bado wapo na watu wa kheri bado wapo, na maadamu kheri bado zipo na ahadi za Allah azza wa jalla ni za kweli zinaendelea, karama kama hizi zitakuwa bado zipo kadhalika. Ahadi ya Allah subhanahu wa taala ni ya kweli. Ukiamini ya kwamba ukitoa na Allah azza wa jalla ni mwenye kukupa, basi toa kwa wingi na uone mambo ya ajabu ambayo Allah azza wa jalla atakuwa ni mwenye kukufanyia. Muhimu jambo la msingi na jambo la ku... kuwa na mazingatio nayo makubwa na jambo ambalo ni muhimu tuwe nalo katika fahamu saa zote ni kwamba hizi fadhail ambazo twazitaja hapa, hii ambayo tumeifikia ni ya tano, zimetangulia nyuma kule e, nne kule nyuma na kuna zingine zinakuja, e, nne takriban zingine kadhalik hadhihi lfadhail ikhwatal iman

Usimfanyie Allah Azza wa Jalla trial and error. Ngoja na mimi nijaribu niangalie. Ah, kumbe hutajwa jina kwenye mawingu eh? Angoja na mimi niangalie kama nitatajwa jina langu pia, alafu wauliza watu, jamaa, mkija hivi mlisikia jina langu likitajwa kwenye mawingu? Hayo ni majaribio, usifanye kutoa kwa namna hiyo, wala hayo yasiwe malengo yako ya kutoa.

na yale aliyoyakuahidi haya ya, ya, ya, ya kheri na fadhail yote kadhalika ni ya kweli na utayapata.